Siku ya leo tumepata nafasi ya kukabidhi ofisi ya wafanyabiashara wadogo yenye thamani ya zaidi ya milioni 60. Tuwapigie makofi mengi sana. Lengo la ofisi hiyo ni kwenda kuyaleta makundi jamii pamoja, kwenye sehemu salama yenye heshima ambao watakaa na kukubaliana namna bora ya kuziratibu, kuzisimamia na kuziendesha shughuli zao ndani ya mji wetu, lakini ndio sehemu ambayo itakuwa ni one stop center ya shughuli zote za wafanyabiashara wadogo. Ndani ya ofisi hiyo kuna ofisi ya watu wa machinga, ndani ya ofisi hiyo kuna bajaji, ndani ya ofisi hiyo kuna umoja wa bodaboda, ndani ya ofisi hiyo kuna babalishe na mamalishe, ndani ya ofisi hiyo kuna makundi yote ambao kwa wakati mmoja unaweza ukakutana nayo na ukaona wamejipanga namna gani kusimamia biashara Para, huduma na uendeshaji wa shughuli zao. Tuwapigie makofi mengi mengi mengi mengi sana. Serikali imeamua kuwekeza zaidi ya milioni 60 kujenga ofisi hiyo kwa ajili ya makundi yote haya ili haya makundi yapate sehemu ya kukutana, kupanga, kuamua, kuratibu na kuendesha shughuli zao katika namna bora ambayo inachochea ustawi na standard, viwango vya utoaji wa huduma. Ni matarajio yangu wenye viti wa jumuiya zote ambazo mtakuwa sehemu ya jengo hili mtalitunza hili jengo mtalienzi hili jengo na mtahakikisha linatumika kwa ubora na makusudio yake. Ziko taasisi nyingi ambazo zinatamani kuwa na majengo yale, lakini tumeanza na taasisi hizi ambazo zinabeba umma wa watu wengi sana katika jamii yetu. Nafahamu tunao wafanyabiashara, wanahitaji kupata huduma tunao vijana wa bodaboda wanahitaji kupata huduma, tunao vijana wa bajaji wanahitaji kupata huduma, lakini huduma zao inawezekana walikuwa wanazipatia maeneo ya mbali au maeneo ambayo sio salama sana. Sasa, viongozi wangu, mmepata nafasi ambayo mtatumia hizi ofisi kuwasikiliza wenzenu, kusimamia haki zao, maendeleo yao na utashi wa biashara na huduma wanazozitoa, ili mwisho wa siku tuendelee kujenga jamii ambayo inatambua jukumu na uwezo wa kila mtu katika uzalishaji mali. Mradi wa ujenzi wa ofisi wa ya wajasiriamali mali wadogo mkoa wa dogo, Iringa ulianza rasmi kutekelezwa tarehe ishirini mwezi wa tatu mwaka ishirini ishirini na nne. Mradi huu umetekelezwa kwa ushirikiano kati ya ofisi yako mkuu wa mkoa, halmashauri ya manispaa ya Iringa na viongozi wa jasiriamali wadogo wa, wa mkoa wa Iringa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi umetekelezwa kwa njia ya force account chini ya usimamizi wa mhandisi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa. Mradi huu umetekelezwa katika kata ya Mlandege mtaa wa Sokoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, manufaa ya mradi manufaa ya mradi huu ni kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa viongozi wajasiriamali wadogo mkoa wa dogo, Iringa katika kutatua kero na changamoto zinazowakabili wajasiriamali hawa wadogo ndani ya mkoa wa Iringa kwa kuwapatia mazingira bora na safi kwa ajili ya kukaa na kutatua kero hizo. Mheshimiwa mkoa mkoa wa Iringa mafanikio ambayo tumepata hadi kufikia Septemba 2025 halmashauri imefanikiwa kutoa mkopo kwa vikundi 875 vyenye thamani ya shilingi bilioni 3 milioni mia saba sabini na moja laki mbili tisini na saba mia nane themanini na watu 4471 wamenufaika na mikopo hiyo. Kuanzisha kwa umoja wa makundi haya kumeleta manufaa makubwa mbalimbali mbali kama ifuatayo: kutambulika katika jamii na serikali. Pili, kusimamia kazi za wajasiriamali wadogodogo ili kukaa katika utaratibu na misingi ya kikanuni na taratibu na sheria za nchi. Tatu, kuunganishwa na taasisi za kifedha kwa ajili ya kukuza mitaji na kuleta utulivu na ustawi wa maisha yetu. Nne, kujengea ofisi ambayo leo hii umeisha kwisha kuizindua mgeni rasmi, ambayo ni ofisi yenye hadhi kubwa, ambayo inakwenda kutuheshimisha na kutufanya tuweze kuwa na utulivu na kujitambua na kuongeza mashirikiano ya dhati na serikali, kuboresha ushirikiano na serikali katika kushughulikia mambo mbalimbali yanayohusu wa wajasiriamali ya wadogo, kwa maana ya changamoto na namna ya kustawi kwa mashirikiano na ushauriano wa mezani na serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio siku zote hazikosi changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, makundi yetu yana changamoto zinazokabiliana nasi wajasiriamali kama ifuatayo: ufinyu wa maeneo rafiki ya kufanyia shughuli zetu za kila siku, pamoja na kwamba serikali imejitahidi kwa asilimia kubwa, lakini bado tunaomba iendelee kuongeza jitihada katika hili.